Karibu katika kipindi hiki. Ndoto ni maisha, ndoto ni maisha yako. Ndoto ni nini? Na leo hii nitakuelezea ndoto ni nini au ni kwa nini ndoto. Ndoto ni mlango wa roho wa Mungu, roho ya Mungu au ya shetani kuingia kwa mtu ambaye anaota. Tunasoma habari ya Suleimani alipokea roho hekima, alikuwa kwenye ndoto, Wafalme wa kwanza sura ya tatu mstari wa tano mpaka kumi na tano. Mungu alimtokea Yakobo kwenye ndoto na kumwambia mataifa yote watali, watabarikiwa kupitia yeye. Mwanzo wa ishirini kumi mpaka kumi na tano. Lakini pia tunasoma jinsi pepo alivyopitia ayubu akiwa amelala Ayubu, kile kitabu sura ya nne, hapo ndipo utapata lile kundi ambalo mtu anaona ndote, lakini kitu anaota kinakuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho bii yake Ndoto ni moja ya njia halisi ambayo Mungu anaitumia kuwasiliana na wanadamu. Zamani Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia manabii wazi waziwazi, lakini siku hizi Mungu anasema nasi kupitia Yesu Kristo kwa ndoto na pia kwa manabii kusomwa kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili mwandishi anaposema Mungu anasema nasi kupitia Yesu maana yake anasema nasi kupitia neno lake. Kumbuka kusikia huja kwa neno la Kristo, Lumi kumi ile kumi na saba. Kwa sababu watu wengi hawana neno hawawezi kumsikia Mungu anaposema. Mungu anapotumia ndoto kuzungumza na mtu tafsiri yake ipo kwenye neno lake. Ndio maana kuna ndoto ambayo unaweza kuota isiwe na jibu lake kwenye Biblia, iwe imetoka kwa Mungu au kwa Shetani. Njia pekee ya kuelewa ndoto zako zina maana gani ni kuwa na neno la kutosha, ili uweze kusikia sauti ya Mungu, lakini pia unamwomba sana Mungu akupe karama ya kutafsiri ndoto. Mfano, unapoota ndoto juu ya, ya mnyama fulani kama nyoka, inabidi uelewe nafasi ya nyoka katika ulimwengu wa roho baada ya Mungu kufanya uumbaji. Anakiota ng'ombe ana kukimbiza, inabidi uelewe ng'ombe anamaanisha nini kibiblia, lakini pia kitendo kinacho tokea kwenye ndoto nacho kinaweza kukwambia maana halisi ya ndoto. Mfano, ukaota unakimbizwa na nyoka na umeumwa na nyoka, hizo ni maana mbili tofauti. Karibu sana na subscribe, ili kuendelea na kufuatilia masomo haya ya ndoto. Hii ni Ebeneza R TV na zifuatazo ni ndoto ambazo huwa zinatokea watu wengi, tuangalie maana zake kibiblia.